Viongozi na wakazi wa kaunti ya Trans Nzoia wamelaani matamshi ya hivi karibuni ya seneta wa Nandi, Samson Cherargei aliyemshutumu gavana George Natembeya kwa kuwa kiongozi wa kikabila ambaye hastahili kushikilia wadhifa wa uongozi. Kauli hiyo imeibua hasira mjini Kitale, wakazi, wakazi wakiyataja maneno hayo kuwa ya uchochezi yasiyo na msingi na yenye nia ya kugawanya watu kwa misingi ya kisiasa. Watu kutoka nje Viongozi kutoka nje, hatutaki mtupangie Trans Nzoia kaunti, na ndio msimamo ni huo tu. Wewe unatuambia kwamba unaenda kutoa gavana Natembeya o, kura, Trans Nzoia? Wewe upige kura Trans Nzoia kaunti? Wewe haukai Trans Nzoia kaunti, wewe si MCA ya Trans Nzoia kaunti. Kama mko na mpango yenyu kule kwa Seneti kupanga kwamba mnapanga mbinu kuimpeach mheshimiwa gavana Natembeya, hiyo sahau kabisa. Wakati mheshimiwa George Natembeya ameanza kuliongelea swala hili, jamii ya waluya Ime, ime lijangamkia hilo jambo Busia, Kakamega, Bungoma, Trans Nzoia na Vihiga. Kakamega pia vilevile wamelijangamkia hili, kwa sababu wamejua keki ya serikali ya Kenya, msipoungana kama jamii hamuwezi mkapata chochote. Natembeya anapingania Waluya wote kaunti zote katika Western Kenya. Natembeya ako mstari wa mbele kuleta umoja katika Waluya, na mimi nasema hivi wewe kama Wakoli, hebu heshimu mwenzako, gavana wa Trans Nzoia, ili tuone ya kwamba walio wakuwe kitu kimoja, ili next time tuwe na eh, packing power kutoka kwa Uluya, na hiyo ndio inasikitisha watu wengi.